Eh, Marekani kupitia shirika lake la misaada la USAID mwanzo mwaka huu walitangaza kufuta misaada kwa, kwa, kwa duniani kote. Eh, Tanzania ilikuwa moja wapo na misaada hiyo tunapokea pia sisi asasi za kiraia, kwa hiyo sisi tumeangalia zaidi kwamba asasi za kiraia pamoja na wale ambao walikuwa wanafanya nao kazi wameathirika kiasi gani. Kwa hilo ndo kikubwa ambalo tumefanya leo, tumewasilisha taarifa yetu, na taarifa yetu hiyo ya awali inaonyesha kabisa kwamba eh, sehemu kubwa ya asasi za kiraia wameathirika. E, walivyokuwa wana tumeoji e, asilimia sitini wamesema wameathirika kwa sehemu kubwa sana, asilimia arobaini wamesema wameathirika kidogo, lakini wapo ambao wamesema wakuathirika. Sasa wale ambao wameathirika ni wale ambao walikuwa wame, kwa asilimia wameathirika kwa sehemu kubwa ni wale ambao walikuwa wanategemea kwa asilimia tisini mpaka mia fedha za Marekani, tutakuwa na fedha zingine. Wengi wao utakuta wamefunga mashirika, wameshindwa kulipwa kuendesha ofisi, na wengi uli, uh, zaidi ni wale mashirika ya kimataifa ambayo yameathirika. Zaidi ni kwenye eneo la afya, elimu, kwa mfano masuala ya haki za watoto, wanawake, mazingira, masuala ya utawala, governance, hata uchaguzi mwaka huu. Hela za uchaguzi hazipo kabisa kwa asasi za kiraia, kwa sababu Marekani walikuwa tayari wameshatengeneza mazingira mazuri ya kusaidia asasi za kiraia kwa ajili ya kufuatilia kutazama masuala ya uchaguzi na kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na uchaguzi e, kutoa elimu mbalimbali kwa makundi mbalimbali ya kijamii mifumo ya uchaguzi na vitu vyote hiyo haitakuwepo. Kwa hiyo haita, mwaka huu umekuwa ni pigo kubwa, kwa sababu asasi za kiraia ambao wamekuwa ni wadau wakubwa wa, wa, wa sana kwenye uchaguzi mwaka huu hawatakuwa na fedha za uchaguzi, pamoja na maeneo mengine yote ya, mfano ya ya ya, ya, mfano ya afya, kama nilivyosema, sehemu nyingi, kwa mfano masuala ya HIV malaria, project nyingi zile nyingi ambazo zilikuwa zinatumika. Kwa mfano mwaka jana tu eh, Marekani walitangaza eh, USD milioni 500 ambayo inakuja kwa kwa, kwa, kwa maendeleo mbalimbali ya nchi yetu ikiwemo sasa za kiraia eh, biashara, makampuni mbalimbali. Sasa hizo tunakwenda kuzikosa eh, kwa asilimia kubwa. Vijana wengi wamekosa ajira. Se katika madhara ambayo tumeona ni ajira. Kuanzia mashirika makubwa kwa mfano USAID yenyewe ilikuwa imeajiri watu wengi. E, mashirika mengi ya Marekani yalikuwa yameajiri watu wengi. Kwa hiyo inazunguka. Kwa hiyo madhara yanakuwa ni mengi kuanzia e, kwenye mtu mmoja mmoja, kwenye familia, lakini mzunguko wa fedha hata fedha za kigeni zote na zenyewe zina zitapungua. Kwa hiyo madhara ni na, Marekani ndio dona mkubwa duniani. Pamoja na kwamba tumeona kwamba fedha nyingi zilikuwa zinakwenda kwenye mashirika ya nje. International NGO, mashirika yao na hizi za UN agencies za kwetu zilikuwa zinapokea zilikuwa kama vile zenyewe zinapokea. Kwa hiyo katikati hapo kulikuwa kuna tunaita intermediary au tunaenda kwa lugha ya Kiswahili tunasema labda ni madalali, watu ambao walikuwa agencies wanapokea hela kwa Marekani alafu wanatuletea eh, sasa eh, hiyo tumeona kwamba sio sio modo nzuri, sio taratibu mzuri wa kutupa hela. Tumejifunza kwamba donors wengine sasa wabadilike, fedha zinakuja kwetu moja kwa moja, kwa sababu ikitokea kama iliyotokea kwa Marekani sisi ni rahisi kuendeleza ile miradi, kwa sababu tuko huku nyumbani. Sasa shirika la kimataifa likija likifungiwa, ama walivyofungiwa tumeona, sasa hivi wengine wameshafunga ofisi wameondoka, kwaona ile miradi inakufa na ni lakini tungekuwa ni sisi wenyewe ukijengea uwezo wa Benjamin Mkapa kwenye maeneo ya afya, haya mashirika ni ya kwetu, maana yake hata ikitokea siku hizi siku moja dona hayupo, haya mashirika ni ya kwetu, tuendelee tu kutafuta namna ya kufanya kazi tutafuta hela kwa njia zingine na tukaendelea kuhudumia wa Tanzania. Kwa hiyo tumejifunza kwamba hilo nalo ni jambo la msingi. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa pamoja, lakini kikubwa ni kwamba lazima tuangalie namna ya kupata fedha nje ya mfumo wa dona. Hilo nalo ni funzo lingine kwamba tutafute njia zingine za kupata hela kutoka kwa hao wadau wetu ndani. Kwa mfano, eh, wafanya biashara wa ndani, tutengeneze foundation zetu humu ndani, tuone Bakresa atupe siyo nani, matajiri wetu wa ndani <coughs> na wao waanze kutuchangia kwa ajili ya ya shughuli za kijamii. Hayo ni ni mambo ambayo tunajifunza. Kingine kubwa ni kwamba dona na wao wawekeze kutusaidia tufanye miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi mbalimbali ambayo itatuzalisha hela kama investment patia, investment kuwekeza katika hela hela tunazopatia, angalau tupate 1% mpaka mbili, kwa ajili ya kwenda kufanya investment, ili siku ikitokea ule dona hana hela tena, wewe kama asasi uendelee kubaki na kufanya hizo huduma e, lakini kikubwa pia kuweka sheria zetu na sera ziweke utaratibu mzuri kwamba tupunguze sana mashirika mengi ya nje na kimataifa kuja kufanya kazi huko kwa grassroots kabisa vijijini huko, utaratibu ambao wao wanaweza kuja kufanya kazi lakini kwa kalika, katika ushirikiano ubia wa pamoja na asasi za kiraia kujengea uwezo asasi za kiraia ili tuweze kuwa na progress kubwa. Marekani, kwanza ufungaji wao ulikuwa ni wa ghafla sana. Kwa hiyo umestua, umeathiri watu wengi. Kwa hiyo hata kama itatokea dona mwingine anataka kufanya hivyo basi walau kuwe kuna utaratibu muda fulani wa kutolewa hata miaka miwili wa kujiandaa kujipanga na vitu kama hivyo kutusaidia sisi na yanatusaidia katika ku negotiate na dona. Kwa mfano, kutenga pesa kwa ajili ya institutional support. Weka kwenye policy yako kwamba sisi tuna policy 7.5% ya budget yote ya project acha kwa fani ya project lazima ingia kwenye institutional support. Kwa hiyo tunapo negotiate na dona tunamwambia this is our policy so if, if you want to give us money you have to agree with this. Kwa hiyo ukifanya hivyo utaweza kutenga ila hiyo hela inaenda kusaidia taasisi yako. Asante.